Leo kwenye mitandao ya kijamii story ambayo nimeona ina trendi na nikasema sina budi nikusogezee, mtu wangu wa ndani, ni kuhusiana na Pusha T kumdisi Travis Scott kwenye nyimbo yake mpya mpyaa. Hadithi kamili ipo hivi. Na kwa muda sasa, mashabiki wa muziki wamekuwa wakijaribu kubaini kwamba Pusha T alikuwa anamzungumzia nani kwenye mstari wa mwisho wa wimbo wake wa So Be It kutoka kwenye albamu yake mpya ya Clipse. Clipse, nikizungumzia Clipse, inamaanisha ni grupu ambalo linaundwa na Pusha T na kaka yake kabisa. Sasa imebainika bwana, kupitia taarifa ya frazi ya thrap wa GQ, kwamba Travis Scott ndiye alikuwa analengwa kwenye wimbo ule pale wa So Be It. Pusha T alitupa dokezo la wazi kabisa aliposema kwamba Her utopia had moved right up the street and her lips gloss was popping She ain't need you to eat. Hapa alikuwa akimzungumzia Kylie Jenner, ex wa Travis Scott, akimaanisha kwamba Kylie anaendelea bila msaada wa Travis Scott. Lakini kilichowashangaza wengi ni mstari mwingine ambao alisema, I got the video, I could share AE. I got the video, I could share AE it. Hapa AE anamaanisha Alexander Edward maarufu kama AE, ambaye huyo alikuwa ni rafiki wa Tiger na mmoja wa mkurugenzi mkubwa wa muziki wa A&R. Huyu jamaa aliwahi kugombana na Travis Scott mwaka jana, na inasemekana kuna video ya tukio ambalo alikuwa akigombana na Travis Scott ambayo Pusha T anadai kwamba anaweza kuisambaza au kuishare na kuionyesha hadharani. AE huenda pia ikawa ni dokezo ya chaneli ya A&E. So hatuwezi tukajua kuhusiana na hiyo line hapo, lakini sasa chanzo kikuu cha ugomvi huu ni nini? Travis alicrash studio session ambayo Clipse walikuwa pamoja na Pharrell Williams wanafanya ngoma. So Travis alienda studio akamkuta Pusha T kaka yake pamoja na Pharrell Williams, lakini Travis aliwasikilizisha albamu ya Utopia. Kama tunavyojua, kwenye albamu ya Utopia kuna ngoma ambayo inaitwa Meltdown ambayo Travis Scott ameshirikiana na Drizzy Drake, Drake ambaye ashaikuwa kwenye bifu na Pusha T, lakini kwenye wimbo huo Drake alimzungumzia Pharrell Williams. Sasa, according to maelezo ya Pusha T, anadai kwamba Travis Scott aliwasikilizisha albamu kwenye wimbo wa Meltdown hakuwasikilizisha Verse ya Drake ambapo Drake ameimba ngoma hiyo kwenye ngoma kwenye track ya Meltdown, ambapo Drake anadai kwamba atayeyusha vito vya thamani, ambapo alivinunua vito vya Pharrell Williams kwenye mnada. Drake anadai kwamba ataviyeyusha, so Pusha T alivyoona hiyo kitu aliona kama ni usaliti mkubwa, na kwa sababu bado umemshirikisha Drake kwenye ngoma wakati Pharrell Williams ni mshikaji wako wa karibu. Kama utakumbuka kwamba the situation ni kwamba Travis Scott alikuwa ameenda kumsikilizisha Pharrell Williams album kabla haijatoka. So Pusha T alielezea kwenye jiki kwamba kwa upande wake hiyo ni tabia mbaya, na mnukuu alisema, ni kuhusu misingi. Kama mtu ni mshikaji wa Pharrell hawezi hawezi kuruhusu vesi kama ile kutoka kwa Drake, huyo ni msaliti. Hayo ni maelezo ya Pusha T. Sio mara ya kwanza kwa Travis Scott kufanya kitu kama hichi. Utakumbuka kwenye ngoma ya Sicko Mode, Drake bisi, Kanye West, lakini ngoma ilikuwa ni ya Travis Scott. Travis ambaye tunajua Travis, ni mshikaji wa karibu wa Kanye West. Lakini pia ukiachana na ngoma hiyo, Travis Scott alihusishwa kwenye video ya, like that kama utakumbuka, kuna video ambayo nishia kuifanya. Hebu iangalie hii video hapa. Hii ilikuwa ni tarehe ishirini na mbili Machi mwaka huu, kwenye tamasha la Rolling Loud, ambapo Metro Boomin na Future walitumbuiza baadhi ya track za kwenye albamu yao mpya ya We Don't Trust You, lakini waliacha like that featuring Kendrick Lamar, ambao ni diss track kwa Drake. Ukitazama hiyo video ni kama Metro na Future walikuwa hawana mpango kabisa wa kuperform track hiyo, lakini Travis Travis Scott ndiye alitilia mkazo wa ichape. Hao Travis Scott ni kigeugeu. Travis Scott na Drake ni washikaji na, na walishawahi kufanya kazi pamoja. Sicko Mode, kwenye albamu ya Travis Scott, Astroworld. Astro. Sun is down, freezing cold. Kigeugeu ni kigeugeu tu. Kwenye Sicko Mode, verse ya Drake ilikuwa ni diss kwa Kanye West cause verse ya Drake iliongea sana. Right, yeah. Lights, yeah. Price, yeah, na yalikuwa ni maelezo tu ya hau Drake huwa anachepuka na, na aliyekuwa mke wa Kanye West, namaanisha Kim Kardashian. Tukumbuke Kanye West ana mchango mkubwa sana kwenye kariya Travis Scott, in term of production genre ya mziki anaofanya na vingine vingi kwenye game. Kanye West akuwa na cha kusema zaidi ya kulalama tu uko X zamani ikitambulika kama Twitter. By the name, Credo the King NBA. Until next time, hii ni video ambayo ilianzisha bifu ya karne kati ya Drake pamoja na Kendrick Lamar. So Pusha T alimalizia kwa kusema kwamba sichezi, sichezi namna hiyo wana uchafu hawatakuwa waaminifu na Travis na ana tabia mbaya. So amethibitisha kwamba Travis Scott ana tabia mbaya, na kwa ufupi, So Be It ni diss ya moja kwa moja na ni kama mwanzo tu wa albamu yao mpya ya God is Seeking. basi hii